mukhulondekhana nende omwene ndebe we kamati yomeri riungu nalomaloma nende baandiki bakamakeni kamakhuba kama naloma li kumukhosi kuno kutsa khuyeta khuwana bweyangu khubakenya babawukhane khwamachimbeka chawukhane mwirambo elino mukhuba na mbo bolana khuwana chinganakani chabwe mukhulondekhana nende oyo okwanibwa khuruka lirambo elino eyi na abasubishilali bacha khuendelea nende kumukhosi kuno khubana mbo bolana khwolela bamenywa bosi muchikaundi chosi arubaini na saba mwirambo elino zunguka Kenya mzima tukisikiza maoni ya wananchi. Lazima ukumbuke vile maandamano ya Gen Z 2024 iliisha kulikuwa na msukumo mkubwa sana kwa seneta Okiya Omutata kuwania kiti cha urais. Watu wamekuja pale kwa ofisi wengi sana, wanataka Waislamu, Wakristo, watu wa biashara, organized groups wanataka Okiya Omutata awanie kiti cha urais, na hapo ndi ali, aliunda hii kamati Presidential Exploratory Committee, tuzunguke kaunti zote 47. Leo tuko kaunti ya Bungoma. Kaunti ya Bungoma tuko na mkutano mkubwa, mkutano mzuri, tunasikiza wakaaji wa Bungoma ma, ma masuala ambayo yanawatatiza masuala ambayo inaweza tatuliwa na, na serikali kuu na bado tuna collect data, ku collect data. ndio tuelewe Omutata anajulikana Bungoma Watu wa Bungoma wanasema nini kuhusu Omutata elubeka wabo babemelesi bakimikanda kyakhupanilang'ali yabamenywa khwama mukaunti yebungoma nabarangiribwe nende Lumumba Wekesa bama khwilochela kumukhosi kwabukulibwe nende biongozi khwama mukaunti eyino eh, mukhubona mbu bolana khuuisha esibitali eh, eyo eh, yalebo khwama musirimba sibofusye bungoma mbaka musirekire esyosyesiche imwisasa lya vubunge lye kabuchai For example, like on 2029, last month, the cabinet passed to elevate the level six, the level five of Bungoma to level six. When we heard that as people of Bungoma, we were so much excited. We realized that a level six, when it comes to Bungoma, it's going to

mubise byo byene nabi byene brian wekesa nende ireni wasike bama khwicha abuwanga nabekicha e garama yalimenya khubise ebino niyo balomo bali bakenya bakali balekhabaendeleya khunyakha muno eyina balomo balibyolile bise khubona mbu bakenya bolana khurobora oyo kiongozi olaba nachidulisha lirambo lino munjila ekwanibwa usiku kiruti kwa nyumba ni stress, kwa sababu hauna mahali pa kutoa. Na che wangekuwa ni viongozi wasuri, basi wangejua ya kwamba hao watu ambao waliwapigia kura wangetuchali maslahi yetu, basi hatungelalamika siku ya leo vile tunalalamika hivi, kwa sababu wamekuwa bora kiongozi, si kiongozi bora, ndio imepiti siku ya leo tusimame mahali hapa. So tunasema ya kwamba serikali ambayo iko, tumesema kama wakazi wa Bungoma tumeamua ya kwamba tunaenda kutembea kama itakuwa, liwe liwalo. Hata naomba ya kwamba watu wachoini kwa gurubu yake, si mwingine bali Okiya Omutata, seneta wa Busia. Tusimame naye tutembee, kwa sababu nimeona maono yake si kama ya maono ya wale viongozi ambao wako sahi, na tunaomba ya kwamba ile kupatilisha, ndio tupate uongozi bora, si bora uongozi. Lazima watu jitokelezee, tuende tushike kura Eh, tupike kura ile ya chabu ya kwamba tupate kiongozi pora si pora kiongozi. Neno nilikuwa nimeamua 2027 sitapika kura, lakini kwa sababu nimeona kuna mabadiliko, kuna wenye wanakuja kusema watasimama kama president, nitapika kura, tapikia Okiya Omutata kama atasimama, kwa sababu nimechoka na hii serikali. Mi mwenyewe ni hasola, nauza watermelon na mbele upate pesa ni shida, vitu zimepanda, watoto kwenda shule ni expensive. Ikipeleka mtoto hospitali, atumie sha haifanyi, inafaa utumie fare tena utumie cash. Sasa mimi sioni nini usaidizi wa Ruto, sitampigia kura, ilikuwa nimeamua nitakaa nyumbani nimbana e ripoti inakuna sidoli ya Luya TV esendino w uh, wanyama